na Mheshimiwa, <coughs> kwa maana hiyo, Mheshimiwa, bado tunaona mahakama ni lazima iheshimiwe mm, na wote tunaofika mahakamani kuheshima kwa wote. Kwa hiyo, hiyo tunaomba tu mahakama mm. mm, iendelee kulitolea maamuzi kwa kuangalia hayo. Mheshimiwa, tukija kwenye swala la adjournment. Ni kweli Mheshimiwa, kulituambia tunje kueleze, ni wapi kueleze na, na ndio oda ambayo ilitoka na w mm-hmm. Mheshimiwa oda ile haikutuambia tuje tuseme nini kuhusiana na upelelezi. Tuje upelelezi tuje tuseme upelelezi umekamilika, kama wenzetu anatai. Oda ile ilikuwa tuje tuambie mahakama upelelezi ulipofikia masu, kama oda ya mahakama ipo hivyo unless kama wenzetu anakamilika. Hakukuwa na oda ya kwamba tarehe inaokuja, msipokamilisha upelelezi ni tarehe ya mwisho basi sijui haikuwa hivyo, ila ulichoagiza wa tuje tuseme uwezo umefikia wapi. Mheshimiwa, kwa kauli tu ya unyenyekevu, mheshimiwa, waambia upelelezi wenzetu walipoona wameukadilisha, wakaleta jalada kwa mkurugenzi, wakati wa kusomwa ikagundulika kuna vitu ambavyo wamekusanya kwenye upelezi vinahitaji further investigation mheshimiwa. Kifungu cha 246 vinaeleza kabla mheshimiwa, kabla vijaamua kufaili kesi mahakama kuu kwa kesi na, kwa kesi ina inayosirika na, na mahakama kuu anaita jalada likiwa kwenye vijalada vitatu.